Berry ya ujasiri. Katika msitu wa kijani kibichi, Little Bear alipenda matunda. Aliona matunda mekundu yenye kung na alama ya reli thelathini na tisa a juu ya mti mrefu na court, wanaonekana tamu sana na court, alisema kwa macho ya kuangaza. Lakini tawi lilikuwa juu sana kwa miguu yake fupi. Alipumua na kusubiri marafiki zake waje. Hivi karibuni, Fox na Squirrel walikuja njiani. Na kot, unaweza kunisaidia kupata matunda haya? Na kot, Dubu aliuliza. Fox alicheka na quote, hiyo ni juu sana, siwezi kupanda huko na quote. Squirrel alisema na quote, labda baadaye, nina shughuli nyingi leo na quote. Dubu aliwatazama wakiondoka akihisi mdogo na mwenye huzuni. Dubu aliketi chini ya mti akitazama matunda. Wanaweza kufika sehemu nyingi sana, alinong'ona Nakot, natamani ningeweza kupanda kama wao Nakot. Sauti ya upole ilitoka juu Nakot, kwa nini usijaribu? Nakot. Ilikuwa ni bundi mwenye busara na utulivu kwenye tawi. Huhitaji kuwa sawa nao, Nakot, Nakot, na aul alisema. Ujasiri hukuwa unapojaribu peke yako. Nakot, dubu alipepesa macho. Nakot, lakini inaweza kuanguka na court. Na court. Kuanguka ni sehemu ya kukua. Na court. Bundi alisema kwa upole. Dubu alitikisa kichwa polepole, akihisi kitu chenye joto ndani. Asubuhi iliyofuata, dubu aliutazama mti mrefu akashusha pumzi ndefu na kuanza kupanda. Makucha yake yaliteleza mara moja, mara mbili, kisha tena alianguka kwenye mosi laini na kusugua makucha yake. Nakoti, inauma, lakini ninaweza kujaribu tena, nakoti alisema. Ndege waliimba juu, wakishangilia kwa juhudi zake. Skwiro alichungulia kutoka kwenye tawi, akitazama kwa utulivu. Wakati huu dubu alipanda kwa uangalifu zaidi, hatua kwa hatua. Moyo wake ulipiga kwa kasi, lakini hakusimama. Berries walikuwa karibu zaidi kuliko hapo awali. Fox alirudi na kumwona dubu akipanda juu. Na court, wao ulifanya mwenyewe. Na court, Fox alipiga kelele. Dubu alitabasamu, japo jasho lilimtoka puani alifika juu na kuchuma matunda nyekundu. na quote, ni tamu kuliko nilivyowazia na quote, alisema dubu. Alishuka chini taratibu akiwa ameshikilia kikapu chake kikiwa kimejaa. Bundi alipiga mbawa zake kwa kiburi juu yake. Unaona, ujasiri una nguvu zaidi kuliko woga, alisema bundi. Dubu alitikisa kichwa na court, na mwenye nguvu kuliko kungojea msaada na court. Alijiona mkubwa, jasiri na kujivunia mwenyewe. Fox na Squirrel walikimbia ili kuonja matunda. Na quote, wana ladha na quote, alisema Fox. Na quote, kweli ulifanya peke yako na quote, alisema Squirrel. Dubu alishiriki matunda pamoja nao kwa furaha. na quote, nilijifunza kitu bora kuliko utamu na quote, alisema Usiku huo, msitu ulikuwa shwari na mkali. Dubu alilala chini ya nyota, akitabasamu kwa amani. Hakujiona mdogo tena. Alikuwa amepata ujasiri moyoni mwake. Na ujasiri huo uliangaza zaidi kuliko beri yoyote.